Mfuatiliaji wa channel yetu pendwa ya Mwaki Sports, karibu sana katika segment hii ya kimichezo, ambapo tunaangazia habari mbalimbali za michezo ambazo zimejiri, na kubwa zaidi kwa sasa ni taarifa njema um, kutoka katika klabu ya soka ya Yanga kwa maana hii inakuja baada ya mechi kadhaa za, za hatua ya makundi kuendelea katika michuano ya kombe la klabu bingwa barani Afrika, ambapo tunafahamu Yanga Africans pia ni moja ya timu ambazo zipo katika hatua hii ya robo fainali na hatua ya makundi ya kombe la klabu bingwa barani Afrika, lakini wakiwa wamecheza michezo miwili kama timu zingine ambazo a uh, mpaka sasa kila timu zimecheza michezo miwili na wakisubiri michezo mingine ambayo itaanza mwishoni mwa mwezi Disemba na mwanzoni mwa mwezi wa kwanza. Sasa kubwa zaidi ambalo nitaka nikujuze ni, ni taarifa njema kutoka katika shirikisho la soka barani Afrika kafu ambapo wameweza kutoa orodha ya kila Uh, timu iliyofanya vizuri lakini pia uh, wachezaji ambao mpaka sasa wanashikilia rekodi katika msimu huu, na moja kati ya wachezaji hao ni golkipe wa Young Africans Djigui Diarra pamoja na golkipe wa Pyramids FC ambao wote sasa wamekuwa katika uh, nafasi zinazofanana kwa maana wanashikilia rekodi sawa na, na kumana, ni rekodi gani? Ni kuhusiana na clean sheets ambazo paka sasa wanazishikiria golikipa wa Pyramids pamoja na Diarra ambaye ni golikipa wa klabu ya soka ya Yanga. Kwa sasa wana rekodi za kutofungwa katika hatua hii ya makundi, hadi hivi sasa hawajaruhusu goli lolote. Nikikumbusha tu kwa upande wa golikipa wa Africans katika michezo miwili ya hatua ya makundi, mchezo wa kwanza dhidi ya AS FAR Rabat uliochezwa pale na Aman Complex Visiwani Zanzibar Young Africans iliweza kuondoka na ushindi wa goli moja kwa sifuri ambapo uh, Diarra hakuruhusu goli uh, kuingia katika nyavu zake, lakini pia baada ya mechi ya AS Farabati dhidi ya Young Africans, Young Africans ulienda kule nchini Algeria uh, kuvaana na JS Kabylie mchezo ambao ulitamatika kwa sare ya bila kufungana na hivyo kumfanya Diarra kukamatia clean sheets mbili. Alkadhalika, uh, kwa upande wa Pyramids pia michezo yote miwili, na kipa wa Pyramids hakuruhusu goli lolote, na hivyo kufanya uh, kuendelea kushikilia hiyo clean sheet. Lakini kwa upande wa makipa wengine wote wameruhusu wa magoli katika mechi moja, wengine michezo yote mbili. Ukiangalia Yakubu um, ukiangalia Yakubu Suleiman ameruhusu magoli katika mechi zote mbili. Ukiangalia hata golikipa wa alahari uh, waliweza kuruhusu magoli katika mechi ya pili alishinda goli tatu kwa moja mechi um, ya uh, kwanza nafikiri goli kwa tatu kwa moja ambapo goli moja limeingia upande wao, kwa hiyo wameruhusu. Lakini pia katika mchezo mwingine dhidi uh, ya AS Farabati e, walitoka sare ya moja kwa hiyo michezo yote miwili kipa wa Al-Ahli ameruhusu magoli, lakini pia kipa wa e, AS Farabat ameruhusu magoli, lakini golikipa wa JS Kabylie ameruhusu uh, goli katika mchezo wa awali uh, dhidi ya, ya Al-Ahli ambapo walifungwa magoli matatu. Kwa hiyo utaona Young Africans wana kipa ambaye mpaka hivi sasa hajaruhusu goli lolote katika hatua hii ya yeah makundi na hivyo kumfanya kuwa miongoni mwa makipa wawili pekee uh, ambao hawajafungwa hadi hivi sasa ama kuruhusu so, goli lolote hadi hivi sasa. Hiyo ndio rekodi ambayo inashikiliwa na golikipa Djigui Diarra pamoja na kipa wa Pyramids baada ya kutoruhusu magoli yoyote katika nyavu zao, na hivyo kushikilia rekodi za makipa mawili pekee ambao mpaka hivi sasa hawajaruhusu goli lolote. Unamwanegia ni kuhusiana na taarifa hii, tuandikie kwenye comment section, usahau subscribe.